Yes, amana hau jambo mwana familia wa michezo, karibu sana, karibu tena, nikukaribishe kwa mara nyingine. Kama ndo mara ya kwa kwanza kabisa unaungana nasi, basi nikupe pole ya kwamba umeshapitwa na taarifa nyingi sana, taarifa kemkem, taarifa kibao zinazohusiana na masuala ya kimichezo, lakini pia burudani. Yes, sasa, cha kufanya ili sudae kupitwa na taarifa hizo, tazama chini ya video yako kuna maneno yanayosomeka kama subscribe, ya bonyeze mara moja. Lakini mara baada ya kufanya hivyo, kuna alama moja ya kengere itatokea, nayo utaibonyeza mara moja, na hapo pasi na shaka utakuwa umekwisha kujisajili na kuwa mwanafamilia wa chaneli yako pendwa kabisa. Yes, bana Tunafahamu klabu ya soka ya wekundu wa msimbazi simba wana lunyas hawajawa na msimu bora sana katika mashindano yote walioshiriki msimu wa 2024 2025. Hivyo rasmi klabu hiyo imedhamiria kufanya makubwa sana kwenye dirisha la usajili ili kuongeza nguvu kwenye maeneo ambayo kikosi chao kinaonekana kutokuwa na power ya kutosha, naweza kusema hivyo kwa kile kinachozungumziwa ya kwamba klabu ya soka ya wekundu wa msimbazi Simba wamekwisha kumalizana na baadhi ya nyota ambao wao wanatizamia kwamba wanaweza kuwa na msaada kwenye ah, mashindano mbalimbali ambayo wanakwenda kushiriki msimu ujao. Ikumbukwe tu ama ifahamike ya kwamba klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Fadlu David msimu ujao watakuwa na kibarua cha kucheza katika mashindano mbalimbali yakiwamo ligi kuu ya NBC Premier hapa nyumbani, lakini pia watakuwa na ligi ya mabingwa barani Afrika lakini pia watakuwa, uh, katika kombe la CRDB Bank Federation Cup. Kama haitoshi watashiriki pia muungano Cup pale, uh, visiwani Zanzibar. Hivyo hayo ni mashindano ambayo yanahitaji kuwa na kikosi kipana ambacho kita, uh, kuwa na wachezaji wengi wenye ubora wa hali ya juu. Simba Sports Club hivi sasa yuko mawindoni katika uh, masuala ya kiusajili na nitaendelea kukujuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea kwenye klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Cha kufanya subscribe channel yetu hivi sasa, ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu.